Ile nabidi nimtafute baadaye. So unajua, nimetoka naye nyumbani. Umtafuta wa nini mpenzi jamani? Unajua? Mungu ibariki Tanzania. <gulia> Uzuri <gulia> <gulia> wako aniweka miro oju, Baby punguza pressure, mimi ni wako

Unamjua huyu? Huyu ni mpenzi wangu. Mbona kama umechukia? necessary... vile kuna tatizo, achana naye huyo. Enda ajafurahia upendo wetu kabisa ah, au ndo marafiki ambao unatakua ukae nao mbali kabisa, mpenzi, ikiwezekana hata bloku namba yake <laughs> ile. Inabidi nimtafute baadaye, si unajua nimetoka naye nyumbani. Umtafute nini, mpenzi? Jamani, usimtafute. Yani huyu ukimtafuta, unajua lazima atakujaza tu ujinga. Kwa hiyo cha msingi, yani hata namba yake yani usi, usione usione itumia tena Usimtumie text wala nini shuleni kwanza unakaa naye dawati moja? Ndio. Usikae naye dawati moja atakuchanganya akili atakwambia upumbavu. Hmm. yaani kamwe kwenye maisha yako usisikiliza maneno ya watu. Unasikia mpenzi? Baby, punguza pressure, mimi ni wako, upenzi lako ni nitakesha usiku mzima mzima tu, asubuhi kukicha unipe kiduchu

Mungu ibariki Tanzania, wabariki viongozi wake. Mungu, heshima umoja na ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania. Shikamoo mama. Marahaba. Ujambo? Sijambo. Nimemkuta mwenzako? Hapana mama, yeye aliniaga kwamba amerudi nyumbani. Na hata hivyo alikataa nimsindikize. Toka jana sijamuona nyumbani. Hapana mama, mimi sijui. Kijana, unafanya nini hapa? Samani, sister, nilikuwa nimejipumzisha tu, sina mahali pa kwenda. Una mahali pa kwenda kivipi? Ni kweli mimi ni mgeni hapa mjini, nimeibiwa kila kitu. Hapana, wewe ni mwongo. Nyie ndo wale vibaka waizi wakubwa ambao mnatuvizia sisi hatupo, mnaingia mnaiba nguo, si ndio? Hapana dada, mimi sio mwizi, mimi ni mgeni tu, nimekuja hapa mjini. Kwa hiyo kama wewe sio mwizi, unafanya nini hapa muda wote? Sina mahali pa kuelekea pakuelekea, nilikuwa nimejipumzisha dada yangu. Hapana, huo ni uongo. Sikiliza, naomba utoke, hebu amka, amka. Nione huruma ni nini? Au unataka nikuitie wezi sasa hivi? Dekio langu unalipeleka wapi? Umekuja nalo Nenda kule. Kwa hiyo unamaanisha hayupo. Na unavyosema swala la kumsindikiza, unazidi kunichanganya akili yangu. Wakiche. Unaweza kuniambia kidonyo yuko wapi? ila kitu ninachokumbuka alisema tapitia kwa rafiki yake ndo aje nyumbani. Kwa hiyo kuna siri ambayo unaificha eh? Babako yupo? Hapana, yupo. Hakija huyo mwenzako. Mwambie ajiandae kujibu maswali yangu yote. Alafu inavyoonekana, wewe na yeye kuna siri ambayo inaendelea. Hapana no. Endelea kuificha ila sitalifumbia lile swala macho. Nitamweleza babako kila kitu. Mimi naenda yeah. U unawahi kufunga ofisi? Unajua mtaa umekuwa na mambo ya ajabu sana. kuna nini? huwezi kuamini. kuna kijana nimemkuta pale nyumbani na anaonekana ni kijana wa ovyoovyo tu, eti anasema amejipumzisha. Unajua sijamwelewa kabisa eh? au labda pengine alikuwa anataka msaada. Make unajua vijana wa mjini huku kwa kuombaomba hawa. Jambo msaada gani bana, amefanana na kibaka kabisa yule, anadai ati ameibiwa. Jamani, au labda kweli kaibiwa, ungemsikiliza ha? O, unachekesha eh. Yani mimi nianze kuhurumia vibaka hawa? Hao ndo wanaotuibia nguo wanatukaba usiku na tena, nimemwagia maji ili aende zake huko.

Nakuja hapo sio, na wasiwasi wewe, tulia. Eh, hebu ngoja. Samani binti. Najua uko okay na haraka lakini tafadhali ungenipa hata dakika tano. Nina maneno machache ya kuzungumza nawe. Ongea, nakusikiliza ah. Okay sawa. Ah, naitwa Roja, sijui unaitwa nani mwenzangu? Suzy, unajua ni mwanamke mzuri sana alafu nashangaa unatembea barabarani peke yako, halafu uko kwa miguu hmm? Si bora uje kwangu mimi mwanaume eh? Handsome boy ni close wa Bongo. <laughs> Umemaliza? Ah, mimi sijamaliza, lakini naomba nikuambia kitu kimoja, sijuakaongeaa mabaya sana kuhusu juu yangu Mano utotesa sana moyo wangu handsome. <laughs> Oh, kakahna hmm. hmm? Ro wa bongo kwa sasa, jimbo langu hata liko wazi kwa nawzet ukaendaka kwa wanawake wengine kwa tafuta hmm. Suzi, unajua huyu ni mwanamke ambaye nimekuona unafaa katika maisha yangu. Chonde chonde, naomba usiutise hisia zangu. Ha? najua ni mara ya kwanza tunaonana, lakini hapo kwa hapo nikakuelezea hisia zangu. Nakupenda sana, nahitaji uwe wangu, nipe nafasi. We kaka, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini sana. Mimi na mwanaume wangu na ananitosheleza kwa kila kitu, japokuwa ni kivuruga sana hapa mtaani, lakini hata sichoki juu yake kwa sababu nampenda sana. Kwao unaweza tu ukatembea mbele nailobichwa lako kama jua la Fatuma Sa, ila samani uko usumbufu nyoko nyembwa, kwa kutongoza wadada wa watu wa mjambo, ila mkisha wajua, ndo basi tena. Mama, umetoka wapi? Kwa rafiki yangu Wakicha. Wakicha yupi huyo? Yule ninasoma naye. Kwa hiyo unaniona mi mtoto, si ndio? Kicha ambayo unayemsema wewe, jana nilienda nyumbani kwao na akaniambia umeshaondoka kurudi nyumbani. Nyumbani wapi? Samani mama, jana nilivyotoka kwa kinawa kicha nikaenda kwa rafiki yangu mwingine. Usinione mimi ni kichawe mtoto.